Baada ya no reforms no election kukwama kwenye majukwaa ya kisiasa, sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa makamu mwenyekiti wake John Heche kimekuja na mbinu mbadala wa kuieneza no reforms no election, yani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ikiwa ni takriban wiki moja tangu mahakama kuzuia shughuli za kisiasa za Chadema, chama hicho sasa kimegeukia katika shughuli za kijamii ili kuendelea na kampeni yake ya no reforms, no election. Makamu mwenyekiti wa chama hicho bara, John Eche, tayari ameshatoa maelekezo kwa viongozi wa chama hicho nchi nzima kushiriki katika shughuli za kijamii kama vile kupanda miti kuona wagonjwa na kutembelea watoto yatima. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, hatua hii itaendeleza juhudi za chama hicho kupambana na mabadiliko ya uchaguzi wanayoyataka ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki, huku ikijiepusha kutumia ra, uh, rasilimali za chama kama ilivyoelekezwa na mahakama. Na mnukuu John Heche, sisi tunataka kura iwe na nguvu ili serikali iwajibike kwa wananchi, wananchi ndio wawe na uwezo wa kusema kama katiba inavyosema. Ndio tunachojaribu kusema, wananchi waelewe ili watuunge mkono. Kuna watu wanasema watapoteza ndoto zao za kuwa wabunge, kuwa madiwani. Sasa watu kama hao wananchi watawapiganiaje mpaka kufa kama wao hawana uwezo wa kukubali kupoteza ubunge udiwani au hata urais kwa ajili ya kupigania wananchi. Alioji Jonieche. Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam wiki iliyopita ilizuia kwa muda shughuli za kisiasa za CHADEMA, na kwa mjibu wa hati ya malalamiko, walalamikaji wanadai kuna mgawanyo usio sawa wa rasilimali za kifedha kati ya bara na Zanzibar ndani ya chama hicho. Aidha, wamelalamika pia kuwepo kwa ubaguzi wa kijinsia, udini na matamko yanayodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Uamzi huo wa mahakama umetolewa baada ya wakili wa CHADEMA Jebra Kambole kujiondoa katika kuendelea kusimamia kesi hiyo mapema siku ya Jumanne, akilalamikia kuwa hoja za mawakili azikusikilizwa ipasavyo. Hii ni taarifa ya CHADEMA kuja kivingine, ili kuendeleza kampeni yao ya No Reforms No Election.